shida mingi mingi ya kusema mbele, ya kutoka mbele, ya kufanya hivyo unapasha uheshimia. Oh, yeah, yeah. sio vile, na ile kuheshimia, munaheshimu mambo yote yenyewe. Tanzania anasema inanupa wakati ya kustarehe, hatajapo iko siku chache, na nuomba kabisa kwa jina ya serikali mwendele ile tabia njuri muko nayo munaisha subiri siku mingi kwenye tukonaena, inabakia chache. Tunisikia masuala mbalimbali ya mashule ya mafashi munaikala ya namna ya kula ya mavazi ya matuzo yote nashikia na hivi, munasikia kana ni mara ya kwanza waziri afike miko. Waziri wa state nafika hapa na haiko mara ya mwisho hii. Siku tutakuwa tutakuwa na kuya haraka haraka sana, na kila muda tunakuya tutumalize hii mambo yote. Na tena hapa apa mimi napiga shauti ya kusema mkatoka hapa nyinyi wote ya fatu wache alama ya kitu mwa fulani aza monument ya kuwaza kama balitupokeaka mzuri na tulikuaka kule Nyarugusu jambo. Na napena nifashirise neno mwa fulani, nilitaka kusahau. Munajua kama Tanzania haikuanza leo, ni bazee betu balianzaka huyo undugu tangu zamani. Kwa halama benye banajua kuichi ya Kongo, tuko na majina ya mabarabara hata ya mimingini tunapanga, Dodoma Kigoma, ile majina tunaipanga, shimu najua hivyo jina tuliipanga tuliikuta, si venye tulizarika. Mwana yake iko majina kutokea mamingini, majumbe ya Tanzania tunaipanga kule, kwa kusema ilikuwa undugu, ilianzaka na baze betu Kongomani na Atanzania. Kuko wakongomani na watanzania wenyewe, waisha owana wanaolewa hapa wanazala wengine, tuko navo kule Congo. Tuko mutu moja japo tuko na manchi mbili. Hata hapa hakuna mabarabara walipanga ya nyumba, kwa nini? Sio undugu? Undugu ni wadamu, tunasikilizana. Sasa niko na ile maoni kidogo, nilipenda niongee na niye ya muhimu ya kusema tunapigania amani na usalama na ya pili kurudia nyumbani kwetu. <coughs> Waongozi wa Tanzania wana shefi tabia yenu ina kwenda ata japoni, nikaenda usishikie neno mbaya kutokea kwenu. Waendelee na ile tabia njuri na itanipa nguvu, itapa na serikali serikali ya Kongo kufatilia magozju ya tunasikilizana. Salamu na amani na mapenzi kwenye muko mbele ya mimi kutoka hapa, napenda swala ipane mbili, mama moya na baki chana moya au baba moya akuye